Hukumu ya kunyongwa ya kijana wa Irani mwenye umri wa miaka 26, aliyeshiriki maandamano ya kupinga serikali imeahirishwa, kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu na wanafamilia wake, kufuatia onyo kali kutoka kwa Rais wa Marekani, Donald Trump. Erfan Soltani, mfanyabiashara wa duka la nguo katika mji wa Karaj nchini Irani. Alihukumiwa adhabu ya kifo siku chache tu baada ya kukamatwa akihusishwa na maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali. Kesi yake ilivuta hisia za kimataifa huku hofu ikiongezeka kuhusu ukandamizaji mkali wa waandamanaji nchini humo. Shirika la haki za binadamu limesema likinukuu taarifa kutoka kwa ndugu wa Soltani kuwa utekelezaji wa hukumu hiyo ulipangwa kufanyika Jumatano, Januari 14 mwaka huu, haukutekelezwa na umeahirishwa kwa sasa. Awali, mamlaka za Irani zilikuwa zimearifu familia kuwa hukumu ya kifo ilikuwa ya mwisho na isiyobadilika. Uamuzi huo wa kuahirishwa unaonekana kuja wakati hofu ukiongezeka kuhusu idadi ya vifo vinavyotokana na mapigano makali kati ya waandamanaji na vyombo vya usalama kote nchini. Hatua hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani, Donald Trump, kutishia kuchukua hatua kali sana iwapo Irani ingeanza kunyonga waandamanaji. Iwapo watawanyonga, mtashuhudia mambo makubwa yakitokea, Trump alionya siku ya Jumanne. Hata hivyo, familia ya Soltani imeonya kuwa hukumu hiyo imeahirishwa tu, haijafutwa. Soltani bado anashikiliwa katika kifungo cha upweke ndani ya gereza maarufu la hezi hesa, na kuna hofu kuwa anaweza kunyongwa wakati wowote wa Masaa machache baada ya taarifa za kuahirishwa kwa hukumu hiyo, rais Trump alisema amepokea taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika kwamba mipango ya kunyongwa imesimamishwa, licha ya Irani kuendelea kuashiria kesi za haraka na adhabu kali kama sehemu ya msako wake dhidi ya uandamanaji. Alipoulizwa iwapo hatua za kijeshi dhidi ya Irani bado ziko mezani, Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa serikali yake inaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu. Kwa mujibu wa ripoti ya NBC News, Rais Trump ameliambia baraza lake la usalama wa taifa kuwa iwapo Marekani itachukua hatua zozote za kijeshi dhidi ya Irani, zitapaswa kuwa za haraka na zenye athari kubwa badala ya kusababisha vita vya muda mrefu vitakavyodumu kwa miezi au miaka.